Kwa jina anaitwa Catherine Chammy kutoka N-Card. tuna jambo moja la kadi ambazo mashabiki wetu walikata tiketi zikatumika siku ya mechi ile ya tarehe 15. Kwa tiketi zile zote, wale ambao walikata tiketi zao wakaingia uwanjani, N-Card huwa tuna utaratibu wa ndani, utaratibu maalum unafanyika kwa ajili ya kufanya reverse kadi zote ambazo zilitumika ili ziweze kutumika tena kwa wale ambao mashabiki walikuja ile siku wakaingia uwanjani, kadi zao zilifanyiwa uhakiki getini, kadi zile zile zitatumika tena. Lakini kwa upande wa wale waliopoteza kadi zao, nitoe rai kwa mashabiki wetu wote Tanzania nzima ambao wamepoteza kadi zao, wanaweza kuja kwenye ofisi zetu za ubalozi wa Ufaransa wa tuweze kufanya swap ticket zile kadi tutaziswapu, alafu zitatumika tena lakini kwa wale ambao hawajui namba zao walizokuwa wamesajilia zile kadi, ni vizuri wakawa na uhakika wa kadi namba waliokuwa wameitumia kwenye kusajili kadi ni kadi sahihi, namba sahihi, ili atakapokuja kufanyiwa tiketi swapping iwe ameswapiwa tiketi yake sahihi. Maana anaweza kaja na namba ambayo si aliyonunulia tiketi, ila haiwezi kukubali lakini kama ni namba yake ile ya simu ambayo alinunulia nayo ile kadi, akanunulia tiketi, kadi ile ile itatumika. Kwa hiyo atakachochukua na kitumia, atakachokitoa pale ni elfu moja tu ya kununua kadi. Lakini tiketi yake itakuwa iko salama. Kuna wale ambao hawajanunua tiketi kabisa, mpaka sasa hivi tiketi bado zipo. Kwa hiyo VIP A ishaisha; VIP B tiketi zimebaki chache sana, kwa hiyo Nitoe rai kwa mashabiki wetu, kwa hiyo Orange VIPC na mzunguko tiketi bado zipo, kwa hiyo watembelee maduka yetu yote ya TTCL Tanzania nzima, ambako mechi ya NBC zinacheza, watapata huduma kwenye ofisi zile za TTCL, lakini kwa hapa Dar es Salaam tiketi zinapatikana kwa mawakala wetu wa NBC wote Tanzania nzima lakini pia zinapatikana kwa mawakala wetu wa ndani ambao Yanga watainisha vituo vyao ambako vinatamkwaga kwenye mechi zote wakienda kule huduma inapatikana. Kwa upande wa siku ya mechi gtd na gta kutakuwa na deski maalum pale kwa ajili ya watu watakaokuwa wanafanya swap ticket pale nje, lakini kwa baadhi ya maeneo tuseme kituo cha posta TTCL pale tutapeleka posti maalum kwa ajili ya kufanya hiyo swap ticket na ubalozi wa Ufaransa, maana ile ni ishu ambayo inatakiwa ifuatiliwe kwa ndani. Hatuwezi kuruhusu kila posti ifanye hiyo swap ticket. Kwa hiyo hivyo vituo ambavyo nimeviainisha hapo, shop makao makuu, pamoja na ofisi ya ubalozi wa Ufaransa, geti A na geti D zitakuwa zinafanya hiyo huduma wa siku ya mechi. Lakini hizi siku nyingine zote, mtu kama ana kadi yake ameipoteza, ya yeye ya aje, pale ubalozi wa Faransa, tutafanya swap ticket. Lakini pia kwenye ofisi ya TTCL posta, na ofisi ya TTCL Kijitonyama, tutaziwezesha hizo ili ziweze kufanya hiyo huduma.